Ya wakondo wa kwanza, 28. First Corinthians, 11, 28, inasema hivi: lakini mtu ajihoji mwenyewe na hivyo aule mkate na kuki, ukinywea ikombe maana arae, okay. Arae na, na kunywa hura na kunywa hukumu yake ya nafsi yake kwa kutoba, okay. Banua ule mwili, kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawewezi na dhaifu na watu kadha wa kadha wamelala. Hapo kulala ni kivyo haya, hiyo kitu unasikia hapo, mtu dhaifu na wengine hawezi. Ni ni mambo inafanyikaga wakati mtu amemega mkate wa Yesu bila kujihadhari. Bwana asibiwe. Mimi nasema kila mtu ajihoji mwenye mwenye mwenye, ni kusema wewe ndio unajijua zaidi. Bwana asibiwe. Na hii mambo hii mambo ya mtu kujihoji tunashiriki meza ya Bwana. Watu wengine umesikia mtu anasema, na hii mshike vizuri. Umesikia mtu anasema asoa wachungaji wenye kufungua makanisa hapa hapa na pale, na wachungaji wa kodogo wa mwito wa kufungua makanisa na kuinua watu maishani wakiwezeshwa na Mungu wao. Umesikia watu wanasema mchungaji fulani anamalizaga watu. Umesikia watu kusema hivyo eh, yeah? Umesikia watu wanasema mtu, unaona, mchungaji fulani fulani, huyo ukimuona mahali jihadhari yeye kabisa. Ukishiriki kanisa lake unafikanga mahali, anakuita majina, anasema unafaa kutumwa mahali, ama unafaa kuwa hivi, kwenda kibali. Mnaisikia mambo kama hiyo? hey, hey. Hujaisikia mtu anasema alienda kanisa fulani na mahali kaisha? Hamjaisikia? Sio tu hapa hata kwa mitandao simesikia wachungaji wanaraubiwa na watu mm -hmm. Bwana asifiwe mm -hmm, na wanapo ongea ile, okay, maneno yote unakuta ule una mchungaji bado, ukienda kwa mitandao anaendelea kurusedi bado, anafanya mambo yake anafanya venye amezoea, lakini wa kwenye wako nje sasa wanaongea mengine huko nje, hata sio mazuri, na mwenye kazi ama mchungaji bado kazi yake inazidi kuendelea hoi. Tabu muumu kate huu na hii meza ya Bwana. Unaposhiriki uh, mkate na kikombe hiki, wewe mwenyewe di unajijua vizuri, na hii meza ama iko na hii mkate iko na nguvu. Hii mkate iko na mikono iko na nguvu nyingi sana ya kuchukua kitu haleluya, yeah. ai ai Judasi kuto tawangu watu mivuwa na, na Yesu, ushirika na ushirika wangu wewe Petro na mimi Yesu tai tuna pakuli ushirika utaisha. Watu wanapokuja kanisa kama hili ambalo tunashiriki meza ya Bwana, wakati tunaishiriki, jeromai anakujua zaidi, wewe unajijua zaidi tena, na pia shetani anakujua, we mwenyewe unajijua, shetani pamoja na Mungu. So hii meza hii meza ya Bwana hii hakuna mali marinaingiana na Reverend Njoroge, kazi yangu ni kuiombea, lakini mali inasema meza ya Bwana. Kwa hivyo ni anani meza? Hapo kuna mahali jeroga kwa mtoko anaingilia. Ni me, listen here you people. Jare de imambo umesikia duniani hii na wengine wengi. Ni me ituma watu kutoka hii shina nikawapea branch. Mimi kufungulia mtu branch kuna ubaya gani? Hiyo si kuinua mtu. Mm-hmm. Let us talk the truth. Ninashika pesa zangu, ninachukua masaa yangu, ninachukua nguvu yako nyingi sana. Nina nafungua madhabahu mahali nakomboa nyumba. Ninaifanya mambo na ninakaa pale kipindi natafutia ushindi mtu ule wa shirika. Ninamwachia watu kumi. Mchungaji kama huyo anataka kubarikiwa ama kuchapo. Mchungaji kama huyo ako nifungulia mtu shina, kumshikilia, kumwachia washirika. Wewe mchungaji unaweza sema ni mbaya na nani? Hapa hata sitaki ulikie ukiongea. Julia, nimefungulia mtu kanisa. Inafika wakati namwekelea mikono. Wote tumeiwekelea mikono hapa, hata zawadi tuliwapea. Nikianza niki mimi naanza kuwapea na wewe unafuata unawapea. Maelfu nyingi sana. Mchungaji kama huyo anafanya hiyo kazi ya kubariki watu na kuinua. Wenye wanafaa kupewa kanisa basi anapewa. Mchungaji kama huyo anafanya hizo kazi, utamlaumu aje? Mtu akienda aishe na huko, akose kunawiri, afike mahali atachaji simuoni. Mimi nalaumiwa na nani? Nalaumiwa aje? I did my work. Shida kubwa ilikuwa so <coughs> kwa roho ya mtu. Anapomega mkate wa Bwana, anamega kuwa na mambo ndani yake. So inamumaliza. Naweza ndio umaliza watu si mchungaji. Kama watu ni wakuisha basi nyote amuge kwa ichaji. Amuge kwa. Bwana sivile. Hey, unajua mambo si tu wachungaji wenye tumeipukulia makanisa. Unakuta mtu ako kitchen ya hii kanisa kitchen ya hii kanisa, kuna chiji wa kuku na ni yeye kwa jikoni akipika, lakini wenye watakuwa wanagawa chakula hizo kwa watu unasikia wakisema kukuti kuku oti, kuku zilikuwa ine. Kwa hivyo huyu mwenye anajua kuku zilikuwa ine

Mimi sasa tunaongea na nyinyi hivi kutoka jana nimepigia meeti na bado niko sawa. Boma yangu iko sawa. Kwetu nyumbani uko sawa kabisa. Lakini wengine usiku na mchana ni mashida, ni kilio na kutafutwa na umaskini. Hoi, mbona alikuja hapa akameka mkamesa ya Bwana na akatumia kikombe hili na mzaha? Sasa hiyo mambo jeri naongea sababu hiyo mambo imeiva. Wachungaji wameiwekelewa mambo. Wachungaji yeni Unajua jaroga kiwekelea mtu mikono amtu amtume mahali. Huyo mtu anaenda kana naisha. Mimi ni nikiku, mimi nikikutuma lazima nifanye ibada sababu ibada ndiyo itakudumisha. Na kama isaidiwe utaenda uishe itasaidia wengine huko ndani. Kuna ibada nilikuwa nayo hapa nilikuwa nawekelea mama fulani mkono na nikamwekelea. Kuna mtu wa kwao nyumbani alikuwa na shida ya miguu. Kuoshwa miguu huko ndani alipona. Alipona. Bwana asifiwe. Haleluya. Evangelisti nani sisi, hiyo mambo unashika. Hiyo mambo inasemekana kazi wao wachungaji, ambao kanisa zao wana wanaweza nawe, kufungua makanisa ama Mungu amewapa nguvu hiyo kufungua makanisa. Tunapoachilia watu na tume, mimi nimeachilia wengi wakakosa kwenda kuna wili. Na kabla niwaachilie, wanakuwa kasufua kanisa. We we kuna wa, kuna watu kadhaa, wachungaji kadhaa nimeachilia. Me wakuwa shida hapa. Shida kubwa sasa Mungu inafika wakati ananiambia tuma huyu. Mimi akiniambia nitumane nitatumana sababu nikakataa kukuchapa. Ninaita na ibada, naita watu wao. Mimi ninamwachi ninapoinua ibada, ninapofanya kazi yangu hapa, hiyo kazi inasaidia mwote wote wote hapo ndani na kwa sisi kazi ya Mungu na anamwomba Jehova. Mwenye hapa yako na roho ambayo ni, ni pedu si pedu ya kuisha. Ngoja nikuambie upende usipende ataisha. Judas aliisha, Yesu akiwa hapo. Wakuisha ni wakuisha, watu wa Mungu, wakuisha ni wakuisha tu. Haleluya. Kanisa, ya kwamba kikundi fulani kifika mahali, kia dai, kifungulia kanisa.

milima na maua iko hivyo. Haleluya. Na Mungu anasema iko na nguvu, iko na uwezo. Sasa inaposemekana iko na nguvu watu wengine wajua kidini wanaambiwa. Wanaapi. Sasa iko na nguvu na uwezo mwingi. Ukija kushiriki meza ya Bwana, ukate huna kikombe. Jioji kwa sababu mambo ni baadaye. Tena ni mambo ni baadaye. Mambo ni baadaye. Simuzalie mambo ni baadaye. Haleluya. Mambo inakuwa ni baadaye. Haleluya. Ikozavanti, we, savanti. Hiyo mambo umeshika. Nisikia mtu anataja taja Njoroge mahali. Eh, muulize anataja taja nani huyo? Eh, Bwana asifiwe. Mimi saa hii kutoka Januari Mungu amenifanyia mengi na amenibariki. I'm ah, blessed. Nimetendewa mema na Mungu, sababu ya kufanya kazi yake jema. So, wakati utafika uone tukiachilia burani hapa, tunamwekelea mikono. Akienda adubu tunashukuru. Ukienda usikie mambo yake, hujui imekaa namna gani. Hata ametoka chachi mwingine nilituma mahali na nikamwachia washirika kumi na kitu aka akaenda kule. Sasa alikuwa mambo ya pesa alikuwa chini, na nilimwachilia hapa na baraka nyingi sana, tulipaka rei tukampa pesa nyingi sana sijua alienda kufanya na nini nazo nyumbani, kabla watoke aende. Maana nilimtuma kanisa nikamtafutia washirika, nikamwambia sasa, ndio hawa. Kitu alifanya yeye ni kwenda kukaa kama mimi, alienda akaanza kusema, maana siku ya kuona watu sasa anakuwa mlango mande na anaketi pale mbele anangojea watu. Na ile hiyo ni kwa majani chai na kahawa. Sasa unjua watu wa kule wanajua mimi. Walikuwa wanajua mimi. So mimi nilipotoka, nilipiti unajua, tukaenda mahali pageni, tukiondoka, tunapitiaga kule kwa majani chai na huko ndio. Tupitia kwa stage mara nyingi usibebe tena. Tupitia kwa chini na huko hata kama kuna hii juu ya asubuhi.

Tutoehubiri hivi eh, aliacha kama ameandika kwa slippers za mtu mwingine. Slippers una slippers, akachukua kalamu akaandika kwa slipas akaandika kitu hapo. Sasa nilikuwa naambiwa baadaye, eh, alipanda kwa roli ya mawe akaenda kabisa na mpaka wale wa jeni ongelesha. Sasa watu wakisikia wanasema, naona acha roli, naona acha roli. I did what I'm supposed to do as a referee. I went there two weeks and I left.

ndomo ile edi ee, alikuwa anapigia washirika wengine simu na kwambia, nimeachiliwa na mchungaji. Na saa hiyo unasikia huko kule bado nilikuwa na msaporto kulipa kanisa, kulipa nyumba ya kukaa, kutuma chakula kwake, mambo madogo madogo, na nilikuwa nifike mahali nimwachilie pole pole, sababu naye naye kule, si lazima alikuwa alikuwa anafanya kazi haku <coughs> haku gojea, yeye alifanya mahesabu na mwili akaitoa vibarua, akakataa hiyo hiyo hiyo, na akasema, Rev Njoroge aliamua kunitupa mimi sasa nimevugulia mtu jaji halipi miezi sita. Nilikuwa nimemshikilia kabisa, alipotiwa miezi sita ikiza, nitamwachilia ndio sasa kilolikia mai kilipatikana. Najua ukipewa kanisa ni miezi sita, ukipewa jaji ni miezi sita, utasimama na wewe miezi sita peke yake. Kutoka hapo, siumeshika umeshika laini si ni kuendelea. Bwana asibiwe, ndio kitu nasema kana asiwe kwa mwezi mwingine. Kilolikia mai ndio kilipata subuhi na mapema na akatoroka. Haleluya.

anakuita akupe kanisa atina nikufukue kwani mimi nimekuaminia nini? Awambi ule peradi anadiita huyo hana heshima na mafuta ya wale wengine, anafaa kujua ulikuja, nimekulea, nimekufikia, nikamwambia wewe, enda mahali fulani ufukuliwe, enda kwingine ufukuliwe, enda kwingine ufukuliwe, kwenye alikuwa amepitia, kwingine hakuenda alihani mambo. Sasa ndio siku ikafika, unaona no, ile peradi fulani ameniambia, tuende, tuende magripeni kaniachilia nirudi kwake, ndio akanipe kanisa. Mapo kama hayo, mimi nilikuwa nimempa nini? Nilikuwa nimempa nini bwana? Hiviwe hiyo yeah. Chaji ndio faida. Nikamwambia sababu imekushida, achia mtu kaniambia. Huko ndani hakuna pasta, hakuna pasta. Naona hakuna yote, hakuna pasta. Mimi mwenyewe nikamwambia, nipa hiyo kibili, nitarudi hadi huko mm -hmm. I went there, kwenda huko washirika wameketi vizuri nikihubiri mnabii alitoka hata yake ilitumika, ee, yake ilitumika, akaenda akaguza mzee alikuwa huko mkono, alikuwa alikuwa na, nasikia kuna watu wanatoka Emmanuel. Wanaenda. Mimi na kaa Emmanuel, <coughs> eh. Mimi na kaa Emmanuel kule memo kuna pasta wa ajabu sana. Huo pasta tunaongeaga naye wakati Mungu ametaka. Na ngoja nikwambie, ni pasta ambao ni wa ajabu, unaona imeje? Natumia anointing hii. Yeye hatui hivyo, yeye alipoenda huko aliniambiaga nipo mwachie. Alipo nikarudi aliniambia, mchungaji huku watu wamemwona Mungu. Huku tunachukua chumvi na changanya na mafuta ya remesi

mzee ukimwona kwa ajili ya anaendaka eh huo mzee siku moja utamwona, aliniambia ni aleme chumi plus maombi. Haleluya. sai yako na aposto wenye aliona alikuwa mero, kuna aposto wako hapo, aliomba mpaka apewa msaidizi aposto. Haleluya, aposto wa ajabu sana. Mtu anasema atakigazi amechoka